Mtazamaji, miezi saba baada ya Brian Mwangi Wangari wa Ngari kupigwa risasi wakati wa maandamano ya vijana wa Gen Z, kijana huyu bado amesalia hospitalini na risasi kwenye uti wake wa mgongo. Brian amelazwa hospitali ya Rufaa ya Kenyatta, na kwa mujibu wa jamaa zake hawajui ni lini atatibiwa. Na kama anavyotuarifu Ode Francis, familia inahisi Brian anahitaji matibabu kutokana na kuzidi kudhoofika kwa hali yake. <coughs> ni machozi ya maumivu anayohisi Brian Mwangi Wangare. Hawezi kutembea wala kwenda kujisaidia baada ya kupigwa risasi wakati wa maandamano ya mwaka jana huko Karatina. <coughs> Alipofikishwa katika hospitali hii ya Kenyatta, Brian alistahili kufanyiwa upasuaji na chuma kuwekwa mwilini mwake ili kumsaidia kutembea. Ila sasa sehemu ya chini ya mwili wake imepooza na hawezi tembea tena. Vidonda hivi mwilini pia vikimwathiri pakubwa. Brian bado anakumbuka matukio ya siku ambayo alipigwa risasi. Vidonda na risasi zote na mupe ulivunjika. Risasi ilingia wapi? Ilingilia hapa um -hmm. Ikagonga spine. Ikagonga spine ikaibunja. A na hmm. Shughuli yoyote huku likamkaauna mafuta ingine ikachimbua mwili yangu vibaya sana, kapata hizo vidonda toke siku na shughuli tu ya vidonda vidonda vidonda. Kufikia sasa, gharama ya matibabu imefikia zaidi ya shilingi laki tisa. Familia hii inasema kuwa haina uwezo wa kulipa. Si tunaomba kusaidiwa hii bill tupate kuondolewa ili kijana apate kuondolewa hapa Kenyatta, at least aangaliwe pahali pengine matibabu ingine. Ni wiki chache zimepita baada ya chama tawala cha UDA pamoja na mrengo wa ODM kuweza kutia saini mkataba wa kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya kazi pamoja, mojawapo ikiwa kuhakikisha kwamba wale waathiriwa wa wa maandamano ya jenzi wameweza kushughulikiwa. miezi saba baadaye Brian angali katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, asijue ni vipi atapona na ni lini atatoka katika kitanda hicho. Ode Francis, runinga ya Citizen katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta hapa Nairobi.